Wewe ni okay. Mjamzito eh? Mjamzito eh? yeah, no, anaonekana ndio, lakini pia unaweza kuona mtu tumbo liko hivi na ana tatizo la tumbo, kumbe sio mjamzito, sio hey, kwamba kila mwenye tumbo kubwa ni nini? yeah. Mjamzito miezi mingapi sasa uko nayo? saba, saba. saba. Mm -hmm. Mungu ananiambia kwenda siku tatu nyuma, mtoto wako acheze. Ni kweli yeah, Kwanzia leo kwenda nyuma, jana juma ngapi? Jana ilikuwa Jumamosi. Kesho Jumamosi. Ni Juma. Umeshaenda hospitalini? Nilienda hospitalini wakanipima, wakaniambia mtoto haonekani. Mtoto haonekani. Ndio, nikaambia kabla, wakaniambia nirudi hospitalini Jumatatu. Jumatatu. Mimi nikasema kabla sijarudi hospitalini, labda lazima niende kwa nabii. Kwa nabii. Mambo ya uzazi ni situ.

Utaenda ukapime, hiyo lini tena? Kesho amekwambia uende. Najisikia furaha kwa sababu mtoto acheze. Siku tatu mtoto acheze. Baada ya kupaka mafuta mtoto yuko anacheza. Anacheza. Na sema amina. Piga nitabiri, ongeza makofi na vigeregere. Toma, mkono wako juu, baraka namna hii. Funga mkono wako wa baraka namna hii tena sema haleluya, haleluya! Kwa kule nyuma marafiki zangu, sema haleluya!